Huku haya kijiri, wadhifa wa naibu mwenyekiti wa shirikisho la kriketi humu nchini umesalia wazi baada ya uchaguzi wa kumteua naibu mwenyekiti kukosa kuandaliwa tena katika ukumbi wa uwanja wa michezo wa Ruaraka jijini Nairobi. Uchaguzi huo haukuandaliwa baada ya maafisa wa baraza la shirikisho la kriketi Kenya na wapiga kura wanaomuunga mkono David Obuya kuzuiliwa nje kwa uwanja huo wa Ruaraka. Tazama. Waliwasili katika uwanja huo tayari kumteua naibu mwenyekiti wa shirikisho la Cricket Kenya, lakini walipowasili katika uwanja wa michezo wa Ruaraka, walipata lango limefungwa na walinzi wamepewa amri ya kuwazuilia nje maafisa wa baraza la shirikisho la Cricket Kenya.

Of the delegation or the delegates were locked out of the gate. Na walisalia nje kwa muda wa zaidi ya saa sita huku mkutano mwingine ukiendelea ndani ya ukumbi wa uwanja huo ukiwahusisha baadhi ya wapiga kura wanaompinga David Obuya na kumuunga mkono Bavesh Gohill. Shirikisho la kriketi humu nchini limekuwa na pande mbili tangu kuzinduliwa kwa ligi ya T20 ambayo inapaswa kuanza mwezi Novemba mwaka huu. Pande moja inapinga kuandaliwa kwa ligi hiyo inawashirikisha wachezaji wa nyumbani, huku pande nyingine ikiunga mkono uandalizi wa ligi hiyo. For my members, let's stay focused even if they postponed it for 10 times when they are looking for numbers, furthermore we'll get more numbers as opposed of losing numbers. Uchaguzi wa kumchagua naibu mwenyekiti umehairishwa zaidi ya mara mbili huku David Obuya anayepigiwa upato kuibuka mshindi akiwania wadhifa huo dhidi ya Bavesh Kohil.